Uh, unajua usipokubali kufungwa, wanasema asiokubali kushindwa si, si mshindani uh, kuridhia hizo nne, nisiporidhia manaake zipo hata, uh, kama nikisema zipo manaake zitabaki kuwepo ni matokeo mabaya, lazima tukubali hivyo. e, kwa nafasi ambayo tupo na alama ambazo tuko nazo, nafikiri haikustahili sisi kupoteza mchezo wa leo, lakini wakati mwingine wewe uki, ukiwa unapanga uki jambo lako na mwenzako pia anapanga jambo lake. Unajua ilikuwa ni vita ya, ya timu mbili moja na inasaka ubingwa na nyingine ikiwa inajipambanua kutoka kwenye e, mstari mgumu ama mstari wa hatari ambao tuko nao. Kwa hiyo imeshatokea kwa upande wetu, lazima tukubali tulicheza na timu bora, timu ambayo ina wachezaji wengi ambao ukifanya makosa yoyote ambayo kama yale ambayo sisi tuliyafanya lazima itakuadhibu. Kwa hiyo ishatokea, lazima tukubali, tujipange kwa michezo inayokuja sawa. So, uh, kwako, pengine maoni yako ambavyo imecheza leo, pengine sio kitu ambacho ulikitegemea anj Sasa bwana Matano, unajua yeye ni, ni, ni, ni mtu wa eneo la kiufundi lakini mimi ukiniuliza na kuambia timu nzima imefanya, imefanya makosa, kwa sababu wakati free kick inapigwa akucheza madhambi nobo e, wakati mpira na, na, na, na, anafanya kosa la pili, mpira haukuanzia kwake. Kwa hiyo timu nzima imefanya makosa, lakini yeye ni mtu wa mwisho ambaye anaonekana amefanya makosa zaidi. Kwa hiyo mimi ukiniuliza, ndasema timu yote ime, imefanya makosa ambayo yametogharimu hii leo. Nobo kafunga goli mbili, parapana naye kaja akafunga goli mbili kwa wote, wachezaji wote wamefanya Isambuzi, uh, tumezoea kuona makocha wakiwapishia makosa wachezaji wow, mm. uh, wao, lakini kocha Robert Matano hii leo pengine tutarajia kuona safari mm. ya Robert Matano ikiishia siku hii ya leo kama ambavyo ilikuwa kwa kocha Mohamed. Ah, yeah. Uh, ingekuwa kama ni hivyo, nafikiri bango mngeshaliona la taarifa kwa umma, lakini nafikiri bado tuko naye bwana Matano, tutatamba naye. Kilichotokea leo ni eneo tu la kimchezo, hayo yangu mimi naona na itakuwa hivyo. Sijajua kwa upande wa management wao na na wa, wanafikiria nini, lakini sidhani kama kutakuwa kuna mabadili yote, kuna mabadiliko yoyote kwa kwa sababu kuna mechi tatu ngumu ambazo zimebaki. Chura leo ameshindwa kulika hapa hapa, lazima tutafute namna nyingine ya kwenda kufanya ubaya pia pia kwenye viwanja vinavyokuja. mm. tunamsubiri pia Azam hapa tarehe 25 mwezi tano. Kwa hiyo lazima hiki kipindi tuwe pamoja ili kuhakikisha tunafanikisha azma ya ku, ya, ku, ya kubakisha timu ligi kuu. Yanga walizungumza walipata hasira mara baada ya kusikia kauli ya Albano Mtenje pale da na wakaja kupata hasira tena hapa kwara. E, pengine amewaponza kwa namna moja au nyingine. Ah, bwana Mtenje naye kama kuna namna fulani hivi ya moto. Lakini ndio kazi yake. Unajua Mtenje Albano ni mtu wa Tanga eh, ni mtu ambaye anapenda sana kuzungumza. Kwa hiyo alizungumza kwa namna ambavyo alikuwa anaona, lakini ubaskaufanya hapa ndani kuna moja... kuna kwa, eh, nafikiri, eh, kwa namna fulani pia katuponza bwana Mtenje. Lazima tukubali eh, kwamba eh, wakati mwingine eh, mdomo una kumbe unaponza. <laughs> Labda kwa hiyo eh, shatokea. Mtenje ni mchezaji, lakini anazungumza kila ambacho yeye anakiamini.